Amry, mara hii, kocha Fadlu Davids na vijana wake Simba wamejiandaa vipi kuvuka mstari huu? Kwanza, wamekuwa na takribani siku tano wakiwa kule chilimikirimana, waliwahi kufika mapema. Lengo ilikuwa ni kuanza kuzoea hali ya hewa kwa sababu ni tofauti kidogo na Tanzania, na kingine ni kuona kwamba wanapunguza presha ya mashabiki wa soka na kile ambacho kimeendelea hivi sasa nyumbani nchini Tanzania kuhusiana na dabi ile mara baada ya kuakilisha. Kwa hiyo waliwatoa Tanzania mapema ili kuweza kuwafanya wachezaji waweze uh, kutazama mchezo moja uh, kwa moja ama kujiandaa bema dhidi ya Almasri. Kama walivyosema ni kweli, wamekutana hawa mara mbili tu mwaka elfu mbili kumi na nane mchezo wa kwanza kama hivi walianzia ugenini wakaenda sare ya walianzia nyumbani Simba wakaenda sare goli mbili mbili mugelini ikawa ni sara bila kufungana. Kocha Fadhil Davis uh, kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe kuelekea katika mchezo huu mm -hmm. ambao unakwenda kuchezwa anataka walau aondoke na goli. Anafahamu kwamba Al Masry ni wazuri sana uh, pindi wanavyokuwa nyumbani, wanashambulia, wanakulazimisha kuwashambulia, wanakulazimisha kufanya makosa. Kwa hiyo anasema kikubwa kwake cha uh, muhimu hata kama hawatopata alama, lakini kwanza wapate goli la ugenini, kwa sababu wana kumbukumbu nzuri. Goli la ugenini iliwahi kuisaidia Al Masry, na ina faida kubwa sana katika michuano hii ambayo bado inatumia goli ya ugenini. Mchezaji ambaye alikuwa naiia mashaka pengine alikuwa ni goli kipa tu Musa Kamara, lakini mpaka sasa tayari Musa Kamara amekwisha rejea katika mazoezi na anafanya mazoezi vizuri, na mara ya mwisho jana alikuwepo katika uwanja wa mazoezi pale Ismailia kabla leo kuondoka kuelekea Suez ambako mchezo tachezo, lakini amesema uamuzi uh, wa kwamba atacheza ama la, bado naliachia jopo uh, lake la makocha ambao wanamsaidia ikiwemo kocha na golikipa, kwa wachezaji wengine wote wako sawasawa, tayari kwa ajili wa uh, ya kuwakabili Al Masry na pengine kuandika historia kwa mara ya kwanza kuvuka hatua ya ya robo fainali kwenye mechi fainali kama ambavyo walifanya Young Africans kipindi kilichopita wakafika mpaka fainali. Amri, Simba tayari walikuwa Tripoli, e, wakacheza dhidi ya Al Ahli na wakapata ushindi jumla ya magoli matatu kwa moja baada ya mechi za mikondo miwili. Uh, wamekuwa katika hali nzuri sana, hasa katika mechi za makundi, wamecheza kwa uzuri. Umetaja kwamba kocha Fadlu Davids anasema bao la ugenini litakuwa muhimu sana, lakini hebu zungumzia umuhimu wa mechi hii, kwanza wanaanzia ugenini kisha tamalizia kwa Mkapa pale Dar es Salaam. Kuna faida kubwa sana kwa, kwa, kwa klabu ya Simba kwa sababu wamekuwa reko na rekodi nzuri katika uwanja wake nyumbani, na wamekuwa na kauli mbiu ya hatoki mtu, Benjamin Mkapa hatoki mtu, kwa Mkapa sasa kuanzia ugenini, hii ni faida kubwa sana kwa Simba, na ndio maana nadhani kocha Fadlu Davids uh, analenga kupata bao walao ugenini, ili ligi limsaidia nyumbani, kwa sababu anakuja kumalizia hapa, atakuwa na faida ya mashabiki. Uwanja unachukua takriban mashabiki elfu sitini natafahamu kwamba adhabu yao ya, uh, ya kufungiwa kwa mashabiki tayari imekwisha malizika hivi sasa, kwa hiyo atacheza na mashabiki uwanjani, na bahati nzuri uwanja ulikuwa umefungiwa na la kafu lakini umekwisha ruhusiwa, kwa hiyo itakuwa ni hamasa kubwa sana kwa klabu ya Simba ndiolakakumalizia mchezo nyumbani, ndio maana nadhani analenga kuona kwamba anapata bao. Shida ni moja tu, ambayo hata yeye mwenyewe anaitazama anasema uh -huh. katika michezo tunasema, katika michezo uh, miwili ya mwisho aliocheza Almasri wamekuwa licha ya uh, kufanya hi wakiwa na safu nzuri ya ushambuliaji, lakini pia wamekuwa uh, na utatu mkamilifu wa safu ya ulinzi. Kwa hiyo wamekuwa hawaruhusu magoli mengi hivyo, jambo ambalo linamtia shaka mwenyewe, lakini amejitahidi kuweza kuona na wanoa kati ya washambuliaji, uh, kujaribu kufanya scoring. Anakiri kwamba hatacheza mchezo wa kujilinda zaidi, kwa sababu akipata goli la ugenini itamchochea nyumbani pindi alipokuwa na mashabiki wake na ana rekodi nzuri nyumbani. Michezo yote ambayo amefanikiwa kufika hatua ya robo fainali hata katika klabu kubwa barani Afrika amekuwa zikifanyika katika dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo anatumai hii ni fursa pekee ya kuweza kuona wana, wanapinga kwa mara ya kwanza sasa katika hatua ya nusu fainali na pengine fainali, kwa sababu wamekuwa kitamba, wanakenda kulichukua kombe kama Yanga alifika fainali, wao wataleta kombe nam. Asante sana Amri, su, su, su, subiri kidogo Charo. Eh, Amri anazungumzia kwamba wanaweza kuweka historia ya kufika fainali na hata pengine kubeba, lakini wengi huo wanaona kama Kombe la Shirikisho ni halina ile hadhi kama ya ligi ya mabingwa ya Ulaya. Simba ni klabu ambayo katika misimu ya karibuni imejijengea sifa kabisa, unadhani hii ndio fursa yao muhimu kabisa kubeba kombe hili ambalo pengine ukiangalia viwango vya Simba na timu nyingine ambazo zinashiriki, Simba iko juu? A, mimi nawatakia kila laheri wekundu wa Msimbazi, Simba katika kampeni yao hii kujaribu kusonga mbele na hata pengine kuweza kulitwaa kombe. Uh, sina uhakika sana kama wana nguvu hiyo ya kuweza kulibeba kombe msimu huu, hmm. Uh, hata pambano ambalo wanacheza Uh, wanacheza ukundu wa Msimbazi na Al Masry, mimi nina mashaka sana kama wanaweza kupata ushindi ugenini, na huenda ikawa ni takwimu zinaongezeka tu na kile ambacho kiliwakuta kikaendelea kuwakuta tena eh, katika pambano hili, na hata wakicheza nyumbani kwa Mkapa, kama Amry alivyosema kwamba kunakuwa na ile faida kwamba mashabiki wanajaa uwanjani na hapatoki mtu lakini pia sitoshangaa uh, wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza pambano hilo nyumbani kwa ni, ula, ula, ula ni nguvu ya kikosi ukilinganisha nguvu ya kikosi vikosi hivi viwili, unaona kabisa Al Masry wako katika ngazi nyingine, na kama wekundu wa Msimbazi Simba wanataka kuandikisha historia kama hmm alivyosema Amry Massare hmm wana kazi kubwa sana ya kufanya wanapocheza na Al Masry ugenini, na kama wanafunga wafunge mtu kikwelikweli <laughs> <Umariza kazi. laughs> e, wafunge mtu kikwelikweli, si, si bao moja bila e, au mbili moja, wafunge kikwelikweli.